Aa, kwa jina anaitwa Alhamed Rashidi mkazi wa daraja bovu. Nashauri wazee wenzangu, kwa vijana wetu wanapomaliza elimu wa yao ya kidato cha nne, watafutia ajira yapo ndogo ndogo. Kuna kazi nyingi tu za kufanya, kuna kazi za magereji eh, watafanya kule, kuna kazi za kupiga matofali, kuna kazi ya kubeba ndoo, kwani huko at least lakini apate riziki yake halali hasa mtoto ukimwacha tu mitaani ataishia maskani, alafu usho wake atangugia at, at, kwenye unga, ataendelea kwenye ulevi, ujambazi. Kwa hiyo nawashauri wazee wenzangu, watoto wetu anapomaliza shule atafutia ajira ndogo ndogo, ajira zimejaa tele zime, kwa sababu hata mimi na miaka 52 lakini mbili lakini nimejiajiri sasa hivi na alafu ni mlemavu wa mguu lakini atafuta riziki yangu ya halali. Je, vijana ambao wazima wana nguvu zao, kwa nini usitafute kazi wakafanya kuondosha hayo yote katika jamii, mambo ya ulevi, ukaji mbangi, ujambazi? Basi la msingi ni kutafuta vijana wetu kazi za kufanya. Wetu katu, katufungulia kila mbinu sweza kufanya mtaani, anatoa mikopo vijana wanajiajiri. Kwa hiyo ishakuwa tayari, wajipange tu kwa, kwa kwenye mfuko wa Rais tukachukue mikopo tufanye kazi, lakini vinginevyo kama tukufanya hivyo, taifa litakuwa halina watu wa kufanya kazi, baadaye utaishia ulevi, ujambazi. Ili tuepukane na hayo, basi wa, tukubaliane wazee, watoto wetu wa tukatafutie ajira ndogo ndogo.